Benjamin Mkapa ni machinjio ya mnyama, ni sehemu ambayo mnyama akiwa akiutumia uwanja huo hupata nguvu ya ziada. Kwa hiyo kama e, tungecheza mchezo wetu nje ya uwanja Benjamin Mkapa, maana yake tungekosa nguvu yetu ambayo tuko nayo siku zote. Tumefika salama e, Misri hapa Ismailia, na kila kitu kinakwenda vizuri kwa upande wetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwenye eneo hilo e, tumefika na moja kwa moja tumia program ya mazoezi e, usiku wa leo kwa ajili ya kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe mbili dhidi ya Almasiri. Mazoezi ya leo kwa kiasi kikubwa yamejikita kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye recovery kwa sababu ya kuondoa uchovu wa safari ya siku nzima lakini vilevile kuondoa uchovu kutokana na mechi ya jana tarehe 27 ambayo tumecheza. Kwa hiyo tumecheza, recovery yake ndio tunaifanya hileo kwa mara ya kwanza hapa katika mji wa Ismailia tunafanya mazoezi katika uwanja ambao unamilikiwa na hoteli ambayo tumefikia, na tutakuwa hapa Ismailia kwa muda wa siku nne tukifanya mazoezi hapa na siku ya mwisho tutaelekea Suez Canal, katika mji wa Suez Canal ambao ndio utakuwa mji wa mchezo wetu na kwenda kucheza na mpinzani wetu Al Masri. Niseme tu ya kwamba kwa, kwa upande wetu kila kitu kinakwenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wote ambao tumekuja nao wako katika hali nzuri na wale wachezaji sita ambao walikuwa kwenye kambi ya timu ya taifa ya Tanzania pale nchini Moroko, na wenyewe tayari wameshajiunga na wenzao na tumeanza kwa pamoja programu hii ya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Almasri, lakini tunao taarifa njema ambayo tungependa kuwafikishia wana Simba na ni taarifa ambayo tunaamini kila mwana Simba ataipokea kwa nguvu na kwa shauku kubwa. Taarifa yenyewe ni kuhusiana na mabadiliko ama taarifa yenyewe ni kuhusiana na kuruhusiwa kutumia uwanja Benjamin Mkapa katika mchezo wetu wa marudiano robo fainali dhidi ya Almasiri. Awali ilitoka taarifa ya kwamba uwanja Benjamin Mkapa umefungiwa mpaka utakapokidhi vigezo. Kuna serikali ikafanya marekebisho, na kwa hapa tungependa kuishukuru na kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao ndio wamiliki wa uwanja Benjamin Mkapa kwa kufanya eh, juhudi za dhati kabisa kurekebisha uwanja Benjamin Mkapa na hatimaye baada ya aniwa tena ukaguzi ukaonekana uwanja umekidhi, na mnyama akaruhusiwa kuutumia uwanja huo wa Benjamin Mkapa. Tunao furaha kwa sababu uwanja Benjamin Mkapa ni machinjio ya mnyama, ni sehemu ambayo mnyama akiwa akiutumia uwanja huo hupata nguvu ya ziada. Kwa hiyo, kama e, tungecheza mchezo wetu nje ya uwanja Benjamin Mkapa, maana yake tungekosa nguvu yetu ambayo tuko nayo siku zote. Kwa hiyo, nipende kuwaambia wanasimba ya kwamba mnyama anarejea katika uwanja wa Benjamin Mkapa tufanye maandalizi yote kwa ajili ya mchezo huo wa tarehe 9 ya mwezi wa nne.